Hey, <coughs> ah, <coughs> mechi Yanga na Simba haina mwenyewe. Yanga iko kwenye ili mechi haina mwenyewe. Yanga na Simba dabi ni tofauti na mechi nyingine, sio mechi ya kawaida of course. Yanga tuna timu nzuri sasa, yeah. Hivi kuliko wao, hata wao wenyewe wanakiri, Yanga iko kwenye form, inaongoza ligi kwa mbali, kwa statistics zozote, kuanzia idadi ya points, idadi ya magoli ya kufunga, uchache wa magoli ya kufungwa, assist, tackling, kila kitu Yanga iko top top top ya Simba, lakini hiyo hai yani haihusiani na mechi yenyewe yanga anaweza kawa na ubora sana na ukaja kucheza na simba ukafunga simba anaweza kawa na ubora sana akaja kucheza na yanga tucheza mechi moja dhani msimu uliokwisha ile mechi kibu naita kibu denis kibu denis kibu denis alifanya kazi kubwa sana tulifunga goli mbili pale yeah. na sisi tuko katika ubora, kila mtu anajua tunawafunga, kila mtu kuanzia wachezaji, viongozi, washabiki, kila mtu, nyie waandishi wote, mjue leo Simba atachukua tatu nne, haikuwa na hii mechi, tunawafunga tano. Hamna mtu atabidi kwamba Yanga hayupo hakuna. Yani, kama kungetokea mganga akasema Yanga anashinda tano, mimi mwenyewe ningeweza kum sadiki we mganga kwamba ni kweli hayupo. Kwa hiyo hii mechi ni tofauti, wananchi wenzangu, hususan wachezaji, hususan viongozi na wanachama waandamizi, kwanza acha na washabiki, tusije na overconfidence hata kidogo tutambe tu tutawafunga tutawafunga mitandaoni tunatamba tamba tunawacharula kidogo makolo lakini kwenye reality hasa wachezaji msitengeneze hata kidogo confidence ya kwamba hawa tutawafunga tu hii ni mechi tunaenda kucheza baina ya wakubwa wawili kwa quality ambayo yanga wanayo hakuna cha quality mechi yanga na simba brother, yanga na simba yanga na ni kama una hofu simba haijawahi kuamuliwa na quality ya wachezaji Ina, ina vitu vingi mistake moja tu ni vipi, labda vitu, kwa sababu hii mechi inahusisha vitu vingi ukiacha hmm. okay, hivyo inahusisha akili, psychology. Unaweza ukaingia pale unajiamini, kumbe ile ndio imekumaliza. Amna kitu kingine wala si uchawi, akili. Tunaingia pale na overconfidence. Nikwambieni kitu wengi kwa sababu mlikuwa amjaje duniani, wengine bado mko makwenu huko, mnacheza cheza nafunza doi. Kuna mechi Yanga anahitaji sare awe bingwa, Simba akifungwa hiyo mechi anashuka daraja. Hiyo sahau kasahau mwaka themanini na nane. Lakini achana na hiyo, nyuma zaidi nakurudisha, kulikuwa na mechi Simba ametoka Brazil, alienda akafanya camp Brazil ya preseason mwezi mzima. Simba hiyo, mfadhili mkubwa alikuwa mzee Baresa, huyo huyo mzee Baresa 83 mm. na Sinia alikuwa anasimamia hizo penetration nasemekana kulikuwa na watu wanajenga kampuni moja ya construction, nadhani daraja la Salenda au Dodoma, kulikuwa na kitu kinafanyika. Ile kampuni ilikuwa kutoka Brazil. Marehemu mzee Samuel Sita akiwa waziri wa ujenzi akamwambia, sikizeni nyinyi kampuni ya ujenzi, mimi Simba mimi Simba, katika mipango mipango yenu, nataka Simba ije Brazil. Kwa hiyo kushirikiana na mzee bali, ndio mimi kaniambia mwenyewe mzee Sita. Mimi alikuwa babangu kabisa kabisa, nashinda nyumbani kwake, yani chale wake wakati akiwa kabla hajawaspika mpaka kawaspika. Kwa hiyo na vitu vingi nilikuwa na navipata kutoka kwake, akawapa wale laini. Katibu mkuu wa Simba alikuwa nani? Adel Rage Ismail. Simba wakenda Brazil mwezi mmoja au zaidi, wamerudi wakaja na samba, mchezo wao unaitwa samba. Kocha yule mintoka, kule mkocha yule mmoja anaitwa Silva wengine siuin na Dragon. samba na Dragon. Mechi ya kwanza Simba amecheza ya ligi na timu moja inaitwa CDA Dodoma. Tutoa nyumbani, nyumbani. kina Justin Simfukwe ata baadaye mawazo Nelson Suleman Abedi Kala Maulidi, wameenea wale CDA Jamhuri, mechi ile imeisha cd kalaisi blbia. Siku ya pili kocha wa timu ya taifa bendera alikuwa kishataja anata, anataka kutangaza timu yake ya taifa Bendera Mareni hmm, akiwa kocha akaahirisha, akisema ngoja kwa kwaa kidogo nikashauriana na makocha wenzangu. Kwa nini atachagua wachezaji wote wa Simba? Kwa alichokiona kwenye alichokiona kwenye pitch, aingia kwenye mechi yanga na simba hey. Mechi ya kwanza maake zina ni timu mchachi ach, mechi ya kwanza bila, bila. mechi ya pili Yanga wakal kina Mogela wale wameenea mbele kule, ndio lila Shomari Kiuru Musa, nakutajia lineup hiyo Athman Maulidi. Big man anaitwa pale katikati, wana watu kina Mtemi Ramadhani wanakwenda namna hivi. Yanga amekuja na kina kina Mkambi, kina Mpwasa, kina Chama. Yanga kapiga hizi mb ametoka, tofauti tusitengeneze, tutengeneze kwa sababu tuna ubora wa timu, lakini sio over confidence. Confidence have kwa washabiki ni wende pirani, mechi sisi wenyeji mechi hela itusie ile mgao ni wetusie na klabu, hizi zina matatizo chungu mzima, zina majukumu chungu mzima. Sasa watu wa Yanga tuna ila moja, mechi kama hii sisi wenyeji, badala ya kuja, mnawasumbua vijana, waanze kutembea na maspika barabara, ya kazi gani? Mnajua tuko katika ubora wetu, mnajua timu inafanya vizuri hivi, naitajika spika iende Manzese, njoo njoo, kweli? Kwa hiyo mtaenda uwanja, lakini pia mtaweka akiba ya maneno na mtu yoyote mwenye akili lazima uweke akiba ya maneno kwenye dabi kama hii. Kaendi hmm. Kucheza na nani? na manyota FC ndugu yangu. <laughs> Kucheza na mkubwa mwenzie, usipoweka akiba hii, unawapa nafasi ya kuzodoa mechi kwa tofauti. Ila mimi imani yangu katika sasa, ukenda kwenye pitch, hachana mambo ya bahati, over confidence, ukenda in reality. Hmm. Yaani kama mechi inaamuliwa tu na ubora hmm. wa timu

kama kiuhalisia, mechi inachezwa bila kutegemea mambo ya bahati, zikifungwa tano basi chache, kiuhalisia ni He... nimeona ni baadhi ya watu wamesema, mashabiki wa Simba akiwemo rafiki yako Mzee Mchacho, hmm. amesema hawezi <laughs> kwenda uwanjani, na hata Simba wakipata hata draw atachinja mbuzi. Mzee Mchacho amesema atachinja mbuzi, nyama dhaifu kwenye kwenye, kwenye kafara

Ili mechi haina mwenyewe, Yanga na Simba dabi ni tofauti na mechi nyingine, sio mechi ya kawaida. Of course, Yanga tuna timu nzuri sasa hivi kuliko yeah, wao. Hata wao wenyewe wanakiri, Yanga kwenye form inaongoza ligi kwa mbali kwa statistics zozote, kuanzia idadi ya points, idadi ya magoli ya kufunga, uchache wa magoli ya kufungwa, assist, tackling, kila kitu Yanga iko top top top ya Simba. Lakini hiyo haihusiani yani <laughs> na mechi yenyewe. Yanga anaweza kawa na ubora sana na ukaja kuchezana Simba ukafungwa. Simba anaeza akawa na ubora sana na Yanga tulicheza mechi moja nadhani msimu uliokwisha, ile mechi kibu, naita Kibu Denis. Kibu Denis alifanya kazi kubwa sana tulifunga goli mbili pale yeah. Na sisi tuko katika ubora, kila mtu anajua tunawafunga, kila mtu kuanzia wachezaji, viongozi, washabiki, kila mtu, nyie waandishi wote mjue, leo Simba atachukua tatu nne, haikuwa na hii mechi wafunga tano, hamna mtu atabidi kwamba Yanga hayupo, hakuna. Yani, kama kungetokea mganga akasema Yanga anashinda tano, mimi mwenyewe ningeweza kumsadiki huyo mganga kwamba ni kweli hayupo. Kwa hiyo hii mechi ni tofauti, wananchi wenzangu, hususan wachezaji, hususan viongozi na wanachama waandamizi, kwanza acha, na washabiki, tusije na overconfidence hata kidogo. Tutambe tu, tutafunga, tutawafunga mitandaoni, tunatamba tamba, tunawacharula kidogo makoro, lakini kwenye reality hasa, wachezaji msitengeneze hata kidogo confidence ya kwamba aa, tutawafunga tu. Hii ni mechi tunaenda kucheza baina ya wa wakubwa wawili kwa kwaliti ambayo Yanga wanayo hakuna cha quality mechi ya Yanga na Simba, brother ni Yanga na Simba ni, ni, ni kama una hofu. Yanga na Simba haijawahi kuamuliwa na quality ya wachezaji, ina ina vitu vingi mistake am, moja, okay, tu unaweza ambapo ni vipi labda vitu, kwa sababu hii mechi inahusisha vitu vingi, ukiacha hivyo inahusisha akili, psychology unaweza ukaingia pale unajiamini kumbe wewe ndio umekumaliza. Hamna kitu kingine wala si uchawi. Akili tunagepaaa nikuambieni wakonf... kitu ulengi kwa sababu mlikuwa amjaje duniani, wengine bado mko makwenu huko mnacheza nachezaanafunza <coughs> kuna mechi Yanga anahitaji sare awe bingwa, Simba akifungwa hiyo mechi anashuka daraja a sahau, kasahau mwaka 88. Lakini achana na hiyo nyuma zaidi na kurudisha, kulikuwa na mechi Simba ametoka Brazil, alienda akafanya camp Brazil ya pre-season mwezi mzima. Simba hiyo mfadhili mkubwa alikuwa mzee Baresa, huyu mzee Baresa, mzee Baresa. 83 hiyo na senior aliyekuwa anasimamia hizo penetration nasemekana, kulikuwa na watu wanajenga eh, kampuni moja ya construction, nadhani daraja la Salenda au Dodoma, kulikuwa na kitu kinafanyika. Ile kampuni ilikuwa kutoka Brazil. Marehemu mzee Samuel Sita akiwa waziri wa ujenzi, akamwambia sikizeni, nye kampuni ya ujenzi, mie Simba, mie Simba katika mipango, mipango yenu, nataka Simba ije Brazil kwao kushirikiana na mzee ndio, yeah. Mimi kaniambia mwenyewe mzee Sita, mimi alikuwa baba yangu kabisa kabisa, nashinda nyumbani kwake, yaani chale wake wakati akiwa kabla hajawaspika mpaka kawa speaker. Kwa hiyo na vitu vingi nilikuwa navipata kutoka kwake, akawapa wale laini. Katibu mkuu wa Simba alikuwa nani? Adel Rage Ismail, Ismail Simba wakenda Brazil mwezi mmoja au zaidi, wamerudi wakaja na samba. Kina Justin Simfukwe, watu baadaye Mawazo Nelson, Suleiman Abedi, Kala Maulidi wameenea wale siku ya pili kocha wa timu ya taifa Bendera alikishataja anataka kutangaza timu yake ya taifa, yule Bendera Mareni akiwa kocha, akaahirisha akisema, ngoja kwa ngojaaa kidogo nikashauriana na makocha wenzangu. Kwa nini hata kuchagua wachezaji wote wa Simba? Yani yeye Simba kwanza tu na timu ya taifa, wa Simba wote na timu ya taifa, kwa alichokiona kwenye alichokiona kwenye mechi aingia kwenye mechi Yanga na Simba hey.

Kamfunga hizi, Simba ametoka Brazil tatu, Yanga alikuwa sawa papa. Awaje omenda ndani, Kazi Mzumbui kambi yao, umetoka Rio de Janeiro umetoka wapi? Kazi Mzumbui, Simba kala tatu. Hizi mechi ni tofauti brother, ni tofauti, tusitengeneze tutengeneze kwa sababu tuna ubora wa timu lakini sio over confidence. Kuna confidence kwa washabiki ni waombe wene mpira mechi sisi wenyeji mechi hela yetu sie, ile mgao ni wetu sie. Na klabu hizi zina matatizo chungu mzima, zina majukumu chungu mzima. Sasa watu wa Yanga, tuna hila moja, mechi kama hii sisi wenyeji, badala ya kuja, mnawasumbua vijana waze kutembea na maspika barabara ya kazi gani? Mnajua tuko katika ubora wetu, mnajua timu inafanya vizuri hivi, naitajika spika iende Manzese jo, hey? Kwa hiyo, lakini Manzese njoni, njoo kweli, mtaenda uwanjani pia, mtaweka akiba ya maneno. Na mtu mtu yoyote mwenye akili lazima uweke akiba ya maneno kwenye dabi kama hii. Yanga hmm. aendi kucheza na nani? Na Manyota FC ndugu yangu hmm. anaenda kucheza na mkubwa mwenzie. Usipoweka akiba hii unawapa nafasi ya kuzodoa mechi kwa tofauti. Ila mimi imani yangu katika sasa, ukenda kwenye pitch achana mambo yao ya bahati overconfidence ukenda in reality. Hmm. Yani, kama mechi inaamuliwa tu na ubora hmm. wa timu

kama kiuhalisia mechi inachezwa bila kutegemea mambo ya bahati, zikifungwa tano basi chache. Kiuhalisia nimeona ni, ni baadhi ya watu wamesema, mashabiki wa Simba akiwemo rafiki yako Mzee Mchacho, hmm, amesema ha <laughs> hawezi kwenda uwanjani na hata Simba wakipata hata dro atachinja mbuzi. Mzee Mchacho amesema atachinja mbuzi, nyama dhaifu kwenye kwenye, kwenye, kwenye kafara hiyo ndio klabu yenyewe ichinje ngamia saba wakipata. O, kwa nini? Ni bahati hivi. Umeona Yanga, lakini mimi nazungumza Yanga, mimi sijawaona Yanga. Kumbe ulikuwa kwao. Sasa unafanya nini? kama uone mkamuoniaa. Asante.